Hari, mi naitwa Adam Kamanda ni mkurugenzi wa biashara wa taasisi ya PASS Trust, Private Agriculture Sector Support. Taasisi hii eh, imeundwa kwa mjumuiko wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ubia na serikali ya Denmark ili kuwawezesha wakulima katika mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya kilimo, uvuvi pamoja na mifugo. Tuko hapa Njombe leo, tumekuja kufanya forum ambapo tunakutana na mabenki yote wadau wa, dao, wa PASS Trust ili kuzungumza juu ya kilimo cha Tanzania na hapa nyanda za juu za kusini, watu wengi wako katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo uh, tumekuja hapa kuzungumza juu ya njia mbalimbali tunaweza kukopesha kilimo hiki, lakini tunajadilia na juu ya ubia tulionao, mafanikio tuliofikia mpaka sasa, lakini vile vile tutajadilia, tutajadili njia mbadala mbalimbali za kuwezesha wakulima katika sekta hii. Kilimo chetu kimekuwa kikikua katika nchi yetu hii ya Tanzania, mpaka leo ninapoongea hapa Pass Trust imeweza kutoa uh, dhamana ambayo mikopo yake inafikia toka mwaka elfu mbili na ishirini inafikia takriban trilioni mbili nukta tatu. Hiyo ni sehemu kubwa sana ya facilitation ya agriculture financing katika nchi, lakini vile vile tumeweza kuwa na wanufaika katika mikopo hii kwenye dhamana takriban milioni nne nukta tatu ambao hao wote ndio wanafikia ile dhamana ya trilioni mbili nukta tatu. Ndugu zangu wanahabari, katika miaka hii ya hivi karibuni ukianzia mwaka elfu mbili Pasi Trust ilivyoanza, leo tunaadhimisha miaka ishirini na tano. Miaka ishirini ya kwanza Pasi Trust ilitoa mikopo takriban trilioni moja, lakini katika miaka mitano iliyopita tumeweza kutoa mikopo trilioni moja nukta tatu. Sasa unaweza ukaona miaka ishirini na miaka ya leo, ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza kabisa ya serikali yenyewe kuwa tayari kusaidia sekta hii. Vihatarishi katika sekta ya kilimo vimepungua, wakulima wamejua maana ya tija, wamejua maana ya kuwekeza katika sekta ya kilimo, sekta ya imekua. Ndio maana ndani ya miaka mitano tumeweza kutoa mikopo ya trilioni moja nukta tatu ukilinganisha na trilioni moja tuliyotoa miaka nyuma iliyopita. Leo hii mikopo ya sekta ya kilimo mikopo chechefu zamani tulikuwa tunaenda mikopo chechefu inafikia mpaka asilimia 35 leo mikopo chechefu katika sekta ya kilimo sisi pass trust haizidi asilimia sita hiyo inaonyesha kilimo kinakopesheka kilimo kinafaa na dhamana yetu kama pass trust kuwezesha wakulima inafanya kazi sana kwa hiyo ubia huu wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na ile Denmark imeleta uh, taswira mpya katika sekta ya kilimo na hii sehemu tulipo leo njombe ndiyo sehemu ya kitovu cha maparachichi sana na chai, pamoja na mazao mengine ya mboga mboga na mazao ya muda mrefu. Tuko hapa kujadiliana na mabenki yote nyanda za juu kusini kuangalia tunawezaje kuboresha katika kilimo, jinsi ya kuikopesha. Nashukuru sana pa, PASS TRUST. Kama taasisi sisi tunatoa dhamana. Kwa maneno marahisi tunasema hivi, sheria ya fedha inahitaji ukitaka kukopa uwe wana dhamana walau wa asilimia mia moja ishirini na tano na ninyi mnafahamu katika nchi yetu ya Tanzania, nchi hii kubwa bado tuna changamoto ya umiliki wa ardhi, bado tuna changamoto katika ku, ku, kuweza kufanya valuation, yani kurasimisha vile vitu tulivyo navyo na kuvipa mpango sawa wa bei. Kwa hiyo hizo dhamana ya asilimia mia moja ishirini na tano, kwa mkulima hasa katika sekta hii mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya kilimo uvuvi pamoja na mifugo ni ngumu sana kupata dhamana ya asilimia mia moja na ishirini na tano. Ina maana kama unataka kuchukua mkopo wa milioni kumi uwe na dhamana za milioni kumi unajumlisha na milioni, unajumlisha na milioni mbili laki tano kwa hiyo milioni, la milioni kumi na mbili laki tano inabidi uwe na dhamana ili ukopeshwe milioni kumi Wakulima watapata wapi? Hiyo ndiyo maana serikali ya Denmark na ya Tanzania ikaanzisha PASS Trust kama mfuko chini ya mfuko Waziri Mkuu, na mfuko huu sasa unatoa dhamana. Dhamana yetu ni kwamba tunaangalia ndoto ya mkulima, tunatengeneza mpango biashara. Baada ya kutengeneza mpango biashara, tunaweka dhamana yetu. Dhamana yetu inaweza kuwa asilimia sitini katika asilimia ishirini na tano, lakini inakwenda mpaka asilimia themanini kwa wakina mama pamoja na vijana, au wale wanaofanya uh, miradi inayojali ina usaimilivu wa mazingira. Sasa tukimpa dhamana asilimia themanini, kinachobaki kwenye dhamana ni kidogo sana ambacho anaweza kuweka sasa uh, zile mali alizonazo kama shamba lake, hata kama alija alijakuwa registered kwenye ardhi au anaweza kuweka mifugo yake kama nyongeza. Lakini pale sisi Pass Trust tunakuwa tumeweka dhamana fedha benki ili wakulima wakopesheke. Maana ya dhamana ni nini? Ni kusema hivi, taasisi ya fedha, naomba umpatie mkulima huyu au mjasiriamali huyu fedha, mimi naweka mbele asilimia themanini. Akifeli chukua asilimia themanini yangu, yani ni kwamba Pass Trust na pamoja na mkulima lazima atembee pamoja kuhakikisha mkopo unafanikiwa. Kuna wakulima wengi tumefanya nao kazi wamekuwa mabilionia leo, ukiwaambia mmeshapata dhamana za kutosha tokeni pass trust, hawataki hawataki kwa sababu wanajua pass trust imetengeneza a, mpango biashara ambao wanauishi kila siku kila mara, bado wanataka tuendelee kuwashauri kila saa kila mara, bado wanapenda tuunganishe na benki. Hata zinapotokea changamoto nyingi, sisi tunasema mbele ya mkulima mbele sisi ndio tunakuwa mbele kusema hatulipi. Kwanza ile dhamana yetu hatulipi, na sisi ni wataalamu tumebobea katika finance kilimo, tunasema hatulipi. Kwanza hatulipi kwa sababu kuna visehemu ambavyo mkulima alifeli, labda mvua ilisumbua, labda jua ilisumbua, labda viatilifu havikuwa vyenyewe. Tunasema tumuongezee hela huyu mkulima atoke hapa alipo. Kutokana na, na hizo pass trust imekuwa mwiba katika sekta ya kilimo, na ndio maana leo nawaambia trilioni mbili nukta tatu katika miaka tuliyoishi ni pakubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Mambo yanapendeza katika sekta, serikali imeongeza bajeti imefikia trilioni moja nukta mbili. Kwa nini watu wasikopeshe kilimo? Kwa hiyo kutokana na hayo tumeongeza tija, tumeongeza miundombinu, teknolojia katika kilimo. Yote sisi Pass Trust tunatoa dhamana kwa wakulima. Tumeanzisha hata kampuni tanzu ya pasilizi. Kampuni hii yenyewe inakopesha mashine, agriculture machinery, mashine za kilimo ni kwa sababu tunaona sehemu hiyo ya development ya, ya kilimo katika machinery haipo sana. Kwa hiyo tumetia chachu na taasisi za fedha nazo zimekwenda upande huo, tumeonyesha mfano na sisi tutaendelea kutoa dhamana. Sasa hivi tunatoa dhamana asilimia sitini mpaka asilimia themanini. Dhamana hizi tunazipeleka kwa benki, sisi tukiwa mbele kusema tuko tayari kupoteza kama kilimo kikifeli, na tumeonyesha mfano, hakijafeli. Ndio ndiyo maana mikopo chechefu imepungua, tunashukuru. Leo tunapotimiza miaka ishirini na tano, PASS TRUST tunajivunia tulipofika. Kwanza hapa nilipoeleza leo, lakini nini kinakuja mbeleni? Leo wakulima wamejua maana ya tija, wamejua maana ya kuwekeza katika kilimo biashara, na wakulima hawa pamoja na wafugaji na wavuvi wameenda zaidi na kuangalia masoko ya duniani katika vile wanavyozalisha. Ukiangalia leo mahindi tunayozalisha, kahawa, chai, parachichi tija imekuwepo hata mifugo yetu inapata masoko makubwa katika nchi mbalimbali huko warabuni Ulaya wote wanahitaji kutoka Tanzania kwa sababu bado sisi tunafanya organic agriculture practices. Sasa Pass Trust inaiona miaka ishirini na tano ijayo kama fursa kubwa katika sekta ya kilimo, hasa kwa ajili ya utayari kwenyewe wa serikali kuwekeza katika sekta hii. Ukiangalia bajeti yetu ya kilimo ukailinganisha na miaka mitano iliyopita ukiangalia wakulima walivyo uh, kuza kilimo chao hapa Njombe tu, angalia maparachichi jinsi viwanda vinaanza kuja vya parachichi tunavyovitolea dhamana. Kwa hiyo tunategemea katika miaka 25 ijayo tuweze kutoka hapa tulipo twende hata zaidi ya mara tatu ya tulipo leo. Hicho ndio kilimo. Zamani sisi Pass Trust tulikuwa tuna dhamana tunatoa kwa benki tu tatu au nne, leo tuna benki zote karibu benki 23 mpaka 25 ambazo zinakopesha katika sekta ya kilimo sisi pass trust zimekuja kuomba dhamana. Ina maana hata financial sector imekuwa tayari baada ya serikali kuonyesha njia. Sio hivyo tu, katika sehemu hiyo, hata hizi taasisi ndogo ndogo za fedha microfinance tumeanza kuzipatia dhamana sisi pass trust, kwa sababu tunaona zinachochea kilimo. Sisi tunasema kama pass trust, miaka 25 ijayo, Tanzania haitakuwa ilivyo leo. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kutufikisha hapa tulipo. Asante sana, endelee kuomba sana lakini bado kuna changamoto kwa sababu kilimo kinatofautiana. Leo unaweza kaniona, nataka kulima parachichi kwamba after maybe 3 years 4 years, ndiyo naanza kupata payback. Payback yangu labda ni ya miaka miwili mitatu mitatu minne, ndio naanza kupata kidogo, lakini mabenki mengi hayako tayari wanasumbua hususan kwenye mazao haya ya muda mrefu, lakini na sisi tunahamasisha serikali kwamba watu wawekeze kwenye mazao haya ambayo unaona kwamba hautapata leo, hautapata kesho, lakini kesho kutwa utaanza kuvuna. ya kulima kila msimu, mabenki nao wanakuwa hawana interest sana, wanataka kila mwaka wao oh, wanapata ndio maana ni rahisi sana kwenda kutoa mkopo kwa mkulima wa viazi kuliko kutoa mkopo kwa mkulima wa parachichi. Sasa kwanza, parachichi yenyewe inahitaji investment kubwa, inahitaji capital, inahitaji uweke miundombinu ya maji ya umwagiliaji, inahitaji umeme, inahitaji mbolea eh, sana hususani ya samadi kwa sababu soko letu linahitaji kutumia organic products inahitaji sana sasa. Kama hawajawezeshwa vizuri vya kutosha, bado tunaweza tukarudi nyuma. Juzi nilikuwa naongea na watu watani watu kwamba je, mnaweza kupata mikopo? Kwa sababu wanalima sana miti, wanalima sana miti ya mbao, miti ya nguzo na hii miwati sector hususan mabenki, wakienda pale akaambia basi tukopeshe fedha kwa ajili ya kuchaka, tuendelee tuongeze thamani ya mazao haya tunayoyalima, anakataa, anasema hamko predict, hamko nini predictable. Kusababu, kwa sababu anaona kwamba miti inaweza ikaungua leo moto halafu kesho unakuwa mkopo haujarudi, lakini ukiangalia investment zilizoko pale zina suggest kwamba huyu anaweza akapewa, kwa sababu tani wat anaweza kuvuna hata kwa miaka arobaini, hajapanda mti mwingine akaendelea kuvuna na akaendelea kuingiza pesa, lakini financial inasema mimi siwezi kutoa sekta lazima mbadilike, lazima na sisi tubadilike. Tunachelewesha maendeleo ya uongezaji wa samani wa madhao haya tulionayo kwenye maeneo yetu. Kwaona mimi nipende kuomba pamoja na leo, mnataka kutumia fursa hii kujenga ushirikiano, mnasema ushirikiano madhubuti baina ya taasisi za fedha, taasisi za serikali, sekta binafsi kufungua fursa za kifedha, kupunguza hatari za mikopo chechefu, lakini bado tunahitaji kuaminiana, tunahitaji kuaminiana. Nchi za wengine wakishaona kuna miti ndio wanatoa fedha haraka zaidi. Tanzania ukiona na zao la miti ndio wanakataa, nakuambia moto utachoma. Kumbe sisi tutakiwa tukujengee uwezo wa kuhakikisha kwamba hata kama moto unatokea tuweze kuzuia. Hata basi tutakupa hii, tutakupa hii fedha basi itakusaidia kutengeneza fire break. Tutakupa hizi fedha itakusaidia kununua drone ambayo itakuwa inafanya surveillance maybe after one hour unaituma inaenda, inaenda kule kwenye shamba inaangalia inakuletea taarifa natengeneza Security, ili kutengeneza security ya mradi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tuwezeshe. Niombe sana mabanki na financial sector tujikite, lakini ninaamini kwa kushirikiana na taasisi ya PASS TRUST, maafisa wa benki mlioko hapa ninyi ni mabalozi muhimu wa mstakabali wa, wa kilimo nchini um, mteja kuweza kumgaranti mkopo ambao naomba kutoka kwa benki, na kusema kweli kwamba pasi wamekuwa watu wa msaada mkubwa kwa wakulima hawa, na um, walikuwa wanatoa hizo kwa na guarantees kwa wakati uwea kuweza zilefa zile ufaakuweza uh, zile requirements za mteja in terms of um, um, doing activations on times kupata yield ambayo mteja anaexpect kupata, and apart from that, what we understand kwamba pass imejaribu kufanya different initiatives na innovations mbalimbali ambazo uh, zinakwenda sambamba na matokeo ya kibenki katika upande wa climate changes na other factors, other, other factors katika upande wa kulima yeah. Nashukuru sana uh, ndugu mwandishi kwa kutumia uh, fursa ya PASS ni kwamba wakulima wataweza kufaidika kwa upande wa benki uh, kama ambavyo nilikuwa nikisema awali kwamba wakulima hawa wakati mwingine wanakuwa um, na changamoto a upande wa dhamana ya ile mikopo ambayo wanaiomba. Kwa watu wa PASS waende kule kwa ajili uh, these applications E, za kulima upande wa Pass kwa ajili ya kuombea zile guarantees ili kuweza kukava ile, ile shortage ya, ya collaterals. Kwa hiyo wakupitia formula hii ya Pasi na uwepo wa Pasi ni kwamba imekuwa ni msaada, msaada mkubwa sana kwa upande wa wakulima ambao unafanya kilimo cha palachichi na za za agriculture, um, um, agriculture activities hizo uh, palachichi mpunga as well eh, mahindi as well kwa hiyo Um, umekuwa um, ni kitu ambacho cha msaada um, kwa sababu sisi bank na huwa tuna mini pass kwa garantia kutoka Pass ni kitu ambacho huwa tuna kitrust kwa 100% sasa. So, uh, pengine mtu asipopita kwenu uh, nini anaweza akikosa hasa mkulima. Uh, tunajua kwamba changamoto kubwa ya wakulima wakati mwingine ni pande wa collaterals ambapo um, unakuta labda mteja um, anakuta na, na vigezo vyote lakini issue inakuja katika pande huo. Sasa kushinda nazo zetu wa pasi hao imekuwa ni tunamsaidia kumsaidia mkulima kuweza kumkwamua aweze kuweza kuproceed na ile kwa kile ambacho amekomba a upande wa benki kwa atumia katika upande huu uh, wa kuomba zile wakuomba kuweza kuwaspoti wakulima ambao wanakuwa na changamoto za zazile zamana uweza kukava ilembao wana. Ashura Hakim ni afisa mwandamizi wa benki ya maendeleo ya kilimo katika ofisi ya mkoa ya Songea uh, katika katika forum hii ambayo imeandaliwa na Pass Trust. Mimi kama afisa wa benki ninaamini kwamba aa, nitaweza kupata uelewa juu ya Pass wanafanya nini na huduma mbalimbali zinazotolewa na Pass ambazo zitanisaidia mimi kwenda kuwaelekeza wakulima ambao watakuwa ni wanufaika na huduma hizo ambazo zinatolewa na Pass Trust. Naamini kwamba tuna sisi kama benki ya maendeleo ya kilimo tunahusika na kuwawezesha wakulima mbalimbali mbali, lakini wakulima hao wakati tunawawezesha wanapata changamoto kama vile changamoto za kutokuwa na dhamana zinazotosheleza, lakini pia na benki kupata confidence kwa ajili ya kuweza kuwakopesha. Lakini kwa ushirikiano na huu wa, wapasi trust tutaweza kuwafikia wakulima wengi na tutaweza kuhakikisha kwamba kilimo kinazidi kusonga mbele hasa kwa mkoa wa Ruvuma ambao uh, ni mkoa mmoja wapo ambao unaongoza kwa uzalishaji wa chakula kwa hapa Tanzania. wengi awakwakatimnatapaana kuona namna ya asante kwenye taasisi za fedha uh, wakulima wengi wanakuwa wanakosa sifa za kukopesheka. Cha kwanza, wakulima wengi tunajua wapo vijijini hawapo mjini na maeneo yao mengi hayajapimwa, kwa wengi wanakuwa hawana dhamana za kuweza kuweza kudhamini mikopo yao ili waweze kukopesheka kwenye taasisi mbali mbalimbali za kifedha. Hiyo ni changamoto ambayo wanaipata na wanashindwa kuko, kuko, kuko, kukopesheka na benki za, za biashara pamoja na za maendeleo, hivyo wanashindwa kuendelea lakini pia wakulima hawana elimu, hawajui hawaja, hawana elimu ya watafanyaje, yani ni mtu gani ambaye anaweza akawasaidia ili aweze akawasaidia kwa ajili ya kuwapatia elimu, lakini pia waweze kupata dhamana kwa ajili ya kuenda benki ili waweze kukopesheka. Lakini kwa ushirikiano huu ambao pasi saa hizi wanaanza ku, ku, ku, ku, yani wanaanza ku, kuimarisha na taasisi za fedha ambapo kama si taarifu taasisi za fedha hasa maafisa tukaelewa zaidi Pasi yanafanya shughuli gani. Kwa hiyo tutaweza kuimarisha mahusiano yetu kati ya Pasi na taasisi za fedha, lakini pia tutaweza kutoa elimu inayotakiwa kwa wakulima, ili hawa wakulima waweze kukopesheka kwa sababu kama benki, kama benki tutaweza kutoa mikopo lakini tukashirikiana na Pasi, Pasi akatoa dhamana pamoja na kutoa elimu, hiyo itasaidia kuwafikia wakulima wengi. Na wakulima wengi watasaidia kupata elimu na kuongeza uzalishaji wa kilimo chao. Lakini pia changamoto nyingine ambayo inasababisha kwamba wakulima wasikopesheke kwenye taasisi za fedha ni jinsi ya uandishi wa maandiko ya miradi, kwa sababu mtu anajua kabisa mimi nalima, lakini hajui ili andiko gani linatakiwa aandike ili, ili akipeleka kwenye taasisi za fedha mbalimbali liweze kukubalika anakuwa hana, lakini kwa kushirikiana na PASS, ambao wanawasaidia wakulima kuandikia maandiko lakini pia wana, wanatoa elimu mbalimbali mbali kwa wakulima hiyo itasaidia wakulima wengi wakawa benki yaani wakaweza kukopesheka na taasisi mbalimbali za kifedha mimi kwa majina naitwa Lame Kihaule ni afisa wa bank, Equity Bank Mbeya branch uh, nimekuja hapa kama, kama mwakilishi nimekuja hapa kama mwakilishi kutoka taasisi za kifedha uh, kwenye hii Pass Trust Business Forum inayofanyika hapa Njombe Uh, ni forum nzuri ambayo tumeweza kupata vitu vipya na ambavyo pia tuko tunavitumia kwenye hii sekta ya agriculture, ambapo sisi kama sekta ya, ya taasisi za kifedha tunashirik, tunashirikiana sana na Pass Trust katika kuweza kuwafanikisha uh, wakulima kwenye shughuli zao za kilimo. Awali ningependa kuelezea ni namna gani ambavyo tunashirikiana na Pass eh, katika kuweza kuwafikiria wakulima wetu ili waweze kupata uh, financial assistance kwenye shughuli zao za kilimo. Asilimia uh, kubwa ya wakulima ambao tunawafikia sisi kama taasisi ya kifedha, uh, kuna kitu kimoja ambacho huwa wanapungukiwa kitu hicho kimoja wapo ambacho kwa benki ili tuweze kumfinance mkulima lazima hawe na security, na, na, na na vigezo vingine pia lakini moja ya kigezo ambacho wakulima wetu huwa wanapungukiwa ni kigezo cha security, ambapo hicho kigezo sisi ili kuweza kumsaidia yule mkulima huwa tunashirikiana tuna na Pass ili huyo mkulima aweze kupata guarantee maana asilimia kubwa ya wakulima unakuta anahitaji mkopo kwa ajili ya kilimo lakini security yake haiwezi kukava kile kiasi cha pesa ambacho anakihitaji kwenda kutumia kwenye shughuli zake za kilimo. Hivyo hivo, PASS wapo kwa ajili ya lengo la kumsaidia huyo mkulima kuweza kumgaranti kwa hizi financial sector ikiwepo sisi Equity Bank na financial sector zingine eh, ili aweze kupata eh, dhamana na kuweza kupata huo mkopo. Kwa hiyo siku ya leo kwenye hii forum Uh, tumeweza kujadiliana vitu mbalimbali na namna gani tunaweza kuwasaidia wakulima ikiwemo kwa jinsi pasi wanavyowasaidia wakulima kuwapa garantia ya asilimia hamsini mpaka asilimia themanini ili huyu mkulima aweze kufaidika, aweze kupata fedha kutoka taasisi za kifedha na kwenda kufanya katika shughuli zake za kilimo. Kwa nini wakulima wengi Asante, kama nilivyoweza kuelezea hapo awali, uh, nimesema kwamba asilimia kubwa ya wakulima wetu, kitu ambacho inakuwaga ni changamoto kwao ili kuweza kupata zile uh, financial assistance kutoka taasisi za kifedha huwa wanakosa dhamana. Uh, kwa mujibu wa benki, ili tuweze kumfinance mkulima lazima awe na asilimia uh, ya dhamana ambayo sisi tunaihitaji ili weza kuweza kumpa kumpatia kile kiasi cha pesa ambacho wanakihitaji. Kwa hiyo e, asilimia kubwa ya wakulima wanakosa a, ile asilimia tunayohitaji ya dhamana. Kwa hiyo e, tukikutana tuki na mkulima ambaye amekosa hicho kigezo cha guarantee maana yake security, ndio maana kuna Pasi nyuma yake. Lengo la Pasi ni kuweza kuwasaidia wakulima kupata a, hizo a, financial assistance kwenye hicho kigezo ambacho wanapungukiwa cha security kwa kuwaongezea asilimia ya dhamana kwa hiyo uh, kwa hilo swali hilo niuliza kwamba ni kwa nini wakulima wengi wanashindwa kufaidika nadhani pasi wamekuja kwa lengo la kuwasaidia uh, hao wakulima ambao wanashindwa kufaidika ili waweze kusaidika na taasisi za kifedha kupata hiyo mikopo ya kifedha